Napenda kuwatangazia lakini na kuwahamasisha wananchi wa wilaya ya Kyerwa kupiga kura, kwa maana ya uchaguzi mkuu ambao tutakwenda kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunakwenda kumchagua mbunge, tunakwenda kuchagua uh, madiwani wetu wa kata. Hivyo nitoe wito kwa wananchi wenzangu wa, wa wilaya ya Kyerwa tujitokeze kwa wingi siku hiyo ya tarehe 29 kwenda kupiga kura. Vituo vya kupigia kura vitafunguliwa kuanzia saa moja kamili asubuhi na kufungwa saa kumi jioni. Hivyo basi, wananchi wote ambao wamejiandikisha katika daftari la kudumu la kupiga kura wajitokeze kwa wingi waende wakapige kura, kwani kura ni haki yao pale tunakwenda kutekeleza uh, jukumu la msingi kabisa la kikatiba, lakini ni haki yetu kikatiba kwenda kuchagua viongozi tunaona sisi ni bora na wanaweza kutu, kutuongoza. Tutakuwa na vituo uh, jumla ya mia sita na nane katika wilaya ya Kyerwa. Vituo hivyo vipo kabisa uh, karibu kwenye vitongoji vyetu wapi tunaenda kupiga kura ni katika kituo ambacho umejiandikishia wewe. Yaani, kama umejiandikishia katika kituo, mfano kama mimi nimejiandikishia katika kituo cha Kyerwa Modern, nitaenda Kyerwa Modern, nita asubuhi nitapiga kura na tunategemea zitakuwepo taarifa muhimu za kupigia kura ikiwemo tangazo la uchaguzi. Ukienda utalikuta pale kuanzia tarehe ishirini na moja, lakini kutakuwepo na mfano wa karatasi la kupigia kura ili uanze kuona kabisa mapema, uanze kujipa mazoezi kwamba ukifika, karatasi litakuwa limefanana hivi na utapigaje kura. Lakini pia itakuwepo orodha ya majina ya watu watakaopiga kura, kwa maana ya waliojiandikisha katika kituo husika kwa matikio ukienda kuanzia tarehe ishirini na moja utakutana na taarifa hizo muhimu ambazo zitakusaidia sasa wewe katika siku ile ya kupiga kura, ili ukifika pale ufanye haraka upige kura yako na uweze na uweze kuondoka. Ni muhimu sana kwamba unapofika katika katika kituo cha kupiga kura, hakikisha umekwenda na kile kitambulisho chako cha kupiga kura. Kama utakuwa umepoteza kitambulisho chako bahati mbaya, basi utafika katika kituo hicho cha kupiga kura ukiwa na kitambulisho kingine mbadala, uwe na kitambulisho cha NIDA, leseni ya udereva au pasi ya kusafiria. Ukiwa na kimojawapo kati ya hivyo, utafika pale utawaeleza na wataweza kwenda kuku, kukusaidia. Utapiga utapiga kura. Ndugu zangu Wanakyerwa, tunategemea kwenda kupiga kura na siku hiyo, kama, kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wilaya ya Kyerwa niwahakikishie utulivu, niwahakikishie usalama utakuwepo wa kutosha na ulinzi utakuwepo wa kutosha. Kwa hiyo tusiwe na hofu yoyote, kutoka majumbani kwetu kwenda kupiga kura. Usalama upo wa kutosha, vyombo vya ulinzi vimejipanga vizuri kuhakikisha wananchi wake wa wilaya ya Kyerwa wanakwenda kupiga kura wakiwa salama na watarudi nyumbani wakiwa salama. Hatutamvumilia mtu yeyote atakayeharibu uchaguzi huu, kwani huu uchaguzi ni zoezi ambalo ni la kikatiba, ni la kisheria, na ni haki ya kila mwananchi kwenda kupiga kupiga kura. Lakini pia niseme tu, kuna wazee, wajawazito, watu wenye ulemavu, au watu wenye changamoto mbalimbali mbali ambao wanaona kwamba atapata shida kwenda kusimama kwenye mstari wa kusubiria kwenda kupiga kura, niwahakikishie tu kwamba tufike katika vituo vya kupiga kura, utaratibu umewekwa vizuri kabisa, hawezi kusimama pale muda mrefu kwa kadri busara zitakavyowaongoza watu wanaosimamia pale, basi watapewa kipaumbele, watakwenda wakifika, watapiga kura na na kurudi na kurudi nyumbani. Kwa hiyo, niwahakikishie usalama utakuwepo, utulivu utakuwepo, lakini mipangilio iko vizuri kabisa kuhakikisha watu wote wanapiga kura mpaka hiyo saa kumi jioni kama ilivyopangwa ilivyo. Asanteni sana kwa kunisikiliza.